Okay, ni mapumziko murua na nafasi ya kuendelea kubaki nawe katika wakati huu wa Alasiri Lounge ambapo uh, kuna mengi ya kuendelea kujadiliana nawe. Je, ushawahi kusikia mradi wa filamu fululizo unaoangazia uhifadhi wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na utalii endelevu katika Mlima Kilimanjaro? Kama bado, basi hapa studioni tunao uh, wenzetu kutoka katika Uh, uh, uh, taasisi hii uh, ya Guardians of the Peak ambapo uh, tunaye mkurugenzi wake hapa Elizabeth Mrembo <laughs> karibu sana Elizabeth. Asante, asante sana, asante sana alikadhalika, tupo naye hapa uh, yeye ni, ni, ni, ni mtendaji mm -hmm. Eh, mkurugenzi mtendaji uh, hapa uh, katika uh, Guardians of the Peak ndugu yangu Rama Liki Rahm, karibu sana bwana. Shukrani. Asante sana. Shukrani sana. Okay, kwa uchache tu mtazamaji uh, angefurahi kufahamu mm. eh, kile ambacho uh, tunakizungumza hapa mm. uh, kutokana na, na shughuli mnazozifanya hasa kupitia Guardians of the Peak kifupi tu mm. ni shughuli zipi na ni nini haswa ambacho eh, kinaiunda Guardians of the Peak? Kwanza kabisa Guardians of the Peak ni mradi ambao tumeanzisha mwaka jana, lakini mchakato wake ulianza miaka miwili iliyopita. Ni project maalum ya documentary ambayo inahamasisha utunzaji wa mazingira na, na, na utalii hasa kwenye mlima wa Kilimanjaro. Tumeanzisha project hii kwa sababu ya changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, ndiyo climate change, na tumeangalia kwenye mlima wa Kilimanjaro kwa sababu mlima wa Kilimanjaro tunafahamu kuwa ni, ni, ni, ni, ni uti wa mgongo wa utalii Tanzania. Leo hii, ukizungumzia utalii wa Tanzania, kitu cha kwanza kabisa lazima tuangalie mlima wa Kilimanjaro ndiyo. Na tumekuwa pia a, a, taifa limekuwa likipata a, pato kubwa kupitia utalii kwenye sehemu ya mlima wa Kilimanjaro hiyo, mm. Kwa tumeona kwamba tukichukua fursa hii ya kuweza kutengeneza project kama hii ya documentary kwa ajili ya kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na utalii kwenye mlima wa Kilimanjaro, ina maana sisi tutakuwa tumesaidia kwa kiasi kikubwa kuulinda mlima wa Kilimanjaro ili kuweza kuinusuru kui ile theruji ambayo ipo kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro pamoja na kutangaza utalii wa Tanzania kwenye soko la China kwa okay, sababu projekti hii pia tumeshirikiana na upande wa wenzetu China, kwa sababu mwaka jana wakati tumepanda mlima ya Kilimanjaro ilikuwa kwa mambo mawili: kwanza kusherekea siku ya uhuru wa Tanzania, pili miaka sitini ya mahusiano mazuri ya kidiplomasia baina ya Tanzania na China. Kwao ni projekti kubwa, ni projekti endelevu na ni mwendelezo pia wa, wa, wa <coughs> wa, mwendelezo pia wa harakati za mheshimiwa rais, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia dokumentari yake ya Royotua. Kwa hiyo sasa sisi tumeona tuendeleze katika engo nyingine ya kuweza kuhamasisha uhifadhi na okay, utalii kwenye mlima wa Kilimanjaro ni vipi? Labda ni niweke ni, ni sawa uh. Elizabeth ni supervisor and project coordinator. Ndo maana yeye anaweza coordinate hizo uh -huh, uh, activities zote za kutoka upande wa China na, na Tanzania okay. Na pia ni board member kwenye Elizabeth. Asante. Umepanda Mlima Kilimanjaro? Ndio. Umepanda mara ngapi? Uh, mara pili. Mara mbili. Mm. <laughs> Eh, experience yako ulijisikiaje? Uh, kupanda sio rahisi. Mm. Lakini lakini kama kama jaribu Mm. Uh, unataka ku, ku, ku, ku, kusongea moja moja moja, unataka kufanya uh, zaidi vizuri. mm -hmm. Okay. mm -hmm. Okay. mm. Sana, labda Ramtu, tuhamie um, yes, kwako sasa. Tumeona filamu pamoja na kulinda mlima Kilimanjaro, pamoja mm. na mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo umezungumza. mm. Filamu inaingiaje hapa? Tunapozungumzia filamu inabidi mm. Uh, kwa lugha nyepesi mm, filamu ina kategori, ina, ina, ina tofauti. mm -hmm. filamu hii ni dokumenta iko, mm -hmm. kwenye kategori kwenye ya dokumenta. Tunafanya makala, makala ni filamu mm -hmm. mm -hmm. lakini makala hii uh, sisi tumelenga kwenye swala zima la kuonyesha namna gani tunatakiwa kuhifadhi ku, ku, ku, mazingira na kupromote utalii wetu kwenye mlima wa Kilimanjaro. Kwa hiyo mm. dokumentari hii maalum ambayo tutaenda kuipremia tarehe kumi Mei Mlimani City Century Cinemax mm. okay. tume, kwa hiyo tumefikiria kwamba kuna njia mbadala ya kutumia ili kuweza kupeleka initiative hii kwa wadau mbalimbali mm. kwa wananchi ambao wanaishi sehemu ambayo imezunguka mlima wa Kilimanjaro kwa kupitia dokumentary ambayo ni filamu okay. ndio maana unaona tuko karibu pia na bodi ya filamu mm. wanatusupoti kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni content ya filamu okay. na pia tunashirikiana na wizara ya Maliasili na Utalii mm. kwa sababu ya, ya, ya theme ambayo ipo kwenye hiyo dokumentary. Theme yetu ni hiyo, uhifadhi wa mazingira na, na utalii utalii. Okay. mm-hmm. Ndio. Pengine uh, mzuri mrembo utu, utuambie kipi mmeona ni muhimu uh, katika mradi huu mpaka mkauweka kwa njia ya documentary documentary? Uh, sisi naona ile e, mradi huu uh, si un documentary au film tu yeah. Uh, sisi naona hiyo ni uh, nataka nataka pitia documentary hii mm -hmm. kuvuta watalii wingi uh, ku, To increase the awareness, okay. Uh, ya mazingira mm. kuvuta wa, wa, watu wa wakezazi nyingi mm. Alafu uh, faidika, uja, uh, faidika uh, uchumi ya Tanzania mm. Alafu pia kufaidika uh, international relations uh, na mm. nchi nyingine mm. nyingi nyingi. Ndio, ndio, ni kweli, kupitia mlima huu mahusiano ya yeah. ye, kijamii yanadumishwa yeah. yeah kama ya Elizabeth Mrembo mm. <laughs> hakika vizuri <laughs> <laughs> sana. hapo hapo, ingine labda ni, ni wakati wa kutuambia sasa kwamba wewe umeupanda mara malambi, mbili mlima huu hey. wa Kilimanjaro hey. il, ilikuwaje yaani, kabla hujaupanda mlima huu uh, na baada ya kuupanda oh, ile sifa ambayo ulikuwa umeipata awali ndicho ulichokiona kupitia mlima huu uh, unajua uh, hmm. kabla kupanda. Ndio mawazo nyingi sana mikumu naweza, siwezi, lakini kama jalibu jalibu, naweza kusungia kidogo ibele zaidi. Kila mtu ni tofauti, mtu nyingine naweza kufika kama kufika, dio ile nini, the the scene the the scene the view is very beautiful Nicole, lakini kama bado kufika pale mala, um, mala hii watu ni, watu nataka kujaribu tena, labda mwaka kesho au mara nyingine narudi tena okay. Yeah, what I think sawa. <laughs> <laughs> <laughs> So, uh, tunapoelekea mwishoni Ram, labda utuambie ni kwa namna ipi ambapo mdau um, wa utalii anaweza akashiriki nanyi hiyo katika, mm. um, katika kuzindua au kutazama hiyo documentary ambayo mmesema mnaizindua mm -hmm. um, ah uh, rasmi Mlimani City uh. Kiukweli kwanza tunapenda tuna kuwashukuru kwa mm -hmm. wadau ambao tumeweza kushirikiana nao tangu mwanzo mm -hmm. uh, tuliweza kushirikiana na kampuni ya Zara Zara, Zara Adventures hawa ni wadau wa kwanza ambao tumeweza kushirikiana nao. Hawa ndo waliweza kutu facilitate sisi kuhakikisha kwamba tunafika mpaka kwenye mlima wa Kilimanjaro kileleni mm. na kushoot documentary hii, na pia tuwashukuru na uh, wadau wetu wakubwa uh, Meticulous General Insurance, hawa pia ndo watu wa kwanza ambao waliweza kutuamini na kusema kwamba hili jambo tunalibeba, tunaenda wote pamoja mm. so kuelekea kwenye kilele cha cha premier tarehe 10 Mei tunawakaribisha wadau wote, lakini premiere hii itakuwa kwa invitees only aha, kwa mialiko tu, tu mm. Uh, hatukupenda kufanya hivyo kwa sababu <coughs> za ambazo ziko nje ya uwezo wetu, tulitamani kualika watu zaidi ya hao mm. na uh, kwa kwa wadau ambao wanahitaji labda kushiriki kuweza kusupport uh, sponsors uh, kuna mawasiliano yetu ambayo unaweza tukayataja hapa. Uh, ambazo ni namba 0756574020 kwa barua pepe ni ramfilmsco@gmail.com. mm. wanaweza kuwasiliana na sisi wakapata all details all information mm. namna gani ya kuweza kuengage, namna gani ya kuweza kucollaborate, na namna gani ya kuweza ku, um, kushiriki katika premiere hii ambayo tutaifanya pale Century Cinemax, Mlimani City. Tunategemea kuwa na watu 400. Is watu mia nne hmm. watu mia nne au actually, au tunaona ni watu wanaweza kuona ni wengi, lakini kwetu sisi bado tunaona ni wadogo. Kwa hiyo okay. tunajipanga uh, future project tunategemewa kuwa na watu zaidi ya elfu moja kwa tuta kwao okay. tutategemewa kuwa na venyu kubwa zaidi sawa, so, Ramke pamoja na Elizabeth Mrembo um, tunawashukuru sana, kwa hakika inapendeza sana kama wenzetu wanafunga safari kutoka katika nchi zao Uh, na kuja kutembelea vizuri vya kwetu. Uh, sasa sisi, kwa nini basi tusifikie hatua hiyo? Kwa, uh, kwa hakika mi nafikiri ni wakati sasa uh, wa kufanya utalii wa ndani na kuhakikisha tuna sapoti kwa kina miradi kama hii ambayo uh, inathamini uh, vya kwetu na